Jamani, wamesema kusipokuwa mabadiliko ya kisheria hakuna uchaguzi. Uchaguzi wa Tanzania kuwapata wabunge, madiwani, rais sio takwa la CCM. Ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio maana ilisema kila baada ya miaka mitano tutafanya uchaguzi Wamesema mabadiliko wa ya sheria yalayofanyika hapana, sheria ya uchaguzi imefanyi imetungwa mwaka jana 2024 iliyofanya marekebisho ya vifungu mbalimbali kuelekea uchaguzi, ikiwepo pamoja na namna ya upatikanaji wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi isemwe na kuwapata wasimamizi, kwa maana ya ukurugenzi wa uchaguzi. Kwa hiyo wanachokifanya wenzetu ndugu yetu Ndulisu na wenzake ni kujaribu kutoa tafsiri ya amani na utulivu wa nchi yetu, kutupeleka kwenye jambo. Wamesema baada ya siku ya uchaguzi wenyewe watawahamasisha ninyi muandamane barabarani. Mko tayari, jamani? Mko tayari kwamba ninyi baada ya kwenda kwenye kituo cha kupiga kura mkae barabarani, mnazunguka eti uchaguzi usifanyike? Sio kwa Tanzania. Sisi sio. Kwa nini tunawaambia? Sheria zimerekebishwa, tume imerekebisha sheria zake za uchaguzi kupitia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uchaguzi utafanyika. Chama cha Mapinduzi tunajiandaa kwa ajili ya uchaguzi na vyama vingine rafiki wanajiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kama wenzetu wameshindwa kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi ni wa kwao, sisemweye. Jamani, tunakwenda kuchagua, twendi, tunakwenda kuchagua, twendi ni sehemu Chama cha Mapinduzi tunakwenda kwenye uchaguzi. Kama CHADEMA hawako tayari kushiriki uchaguzi, wao wabaki, lakini ni waibie siri. Sasa wameshagawanyika, wameshatengana, wengine wanajiita CHADEMA g55 CHADEMA namba 55 ambao wao wamesema wataenda kwenye uchaguzi. <laughs> Yaani kuna CHADEMA wamesema wanaenda kwenye uchaguzi na kuna CHADEMA hawaendi kwenye unanaitivi huko. Kwa hiyo sisi tunaungana na wale wanaoenda kwenye nini na ni? tunawakaribisha kwenye nini lakini ni? mimi nawaza atakayepitisha majina ya ugombea ni nani? na maana kwamba mwenyekiti wa chama na makamu mwenyekiti na katibu wamesema ndio kwenye uchaguzi hao wengine wanasema tunaenda kwenye uchaguzi aisha uone no, wenzetu wa kujipanga kuingia kwenye nini, kwenye uchaguzi. Lakini naomba wananchi wavadalila na Makete na wao na kwa ujuma, chama cha Mapinduzi tunaendelea kuandaa ilani ya uchaguzi yenye ujumbe mahususi tayari. Hey, tumeshatoa unaoitwa kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu hakikisha kwamba tunakwenda kusema yale tuliyoyafanya miaka mitano iliyopita, na mipango ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mingine mitano kupitia madiwani wetu, wabunge wetu na Mheshimiwa Rais. Hapa hivi, tunawaombeni wananchi wawalalila na wananchi wa wawiwao, wakati ukifika, najua ndani ya chama kutakuwa na makundi ya uchaguzi kwa ajili ya kupata wagombea tukishamaliza ndani ya chama, mgombea atakayeteuliwa na vikao halali ya Chama cha Mapinduzi, huyo ndio atakuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. si e, Jumuiya ya Wazazi tuna shughuli nyingi za kufanya, lakini yako shiko shughuli ni mahususi. Kwa kifupi, tunaita emao emao. Sasa kirefu chake ni masuala ya elimu, mazingira malezi afya na utamaduni. Hapa tumeona ngoma za kizinapigwa, kwa hiyo haya yote ndio mambo yetu sisi wazazi Chow. Na kama alivyoisha kusema kwamba tumefatangulia upande wa mazingira, tumepanda miti, hatimaye tumekwenda upande wa afya, tunaona wagonjwa, kwa hiyo tumetimiza ile azma ya wazazi ambayo tunapaswa kuyafanya. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya, lakini mwaka huu tumeelekezwa kwamba kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapofanya sherehe hizi ni lazima tujikite kwenye mambo ya uchaguzi. Kupitia vikao vya kamati za utekelezaji, tuliazimia maazimisho ya wazazi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano yatafanyika katika wilaya ya Makete katika kata ya Iwawa na katika kijiji chetu na tawi la Ivalalila. Ivalalila oye! Oh <tip> na jumuiya wazazi, tunavyojua mkoa wa, wa Njombe na wilaya nne. Mwaka wa jana, maadhimisho haya tuliyafanya katika wilaya ya Njombe, lakini vile vile maadhimisho haya yamwaifanyika wilaya ya Rudewa na wilaya ya Wanging'ombe lakini Makete hajawahi kufanyika maazimisho haya, lakini elfu mbili na ishirini na tano hii tukasema hapana, lazima maazimisho yaletwe Makete. Makete oye, oye! Makete oye. Oye basi leo asubuhi tunamshukuru Mungu tumefika hapa Makete katika kata ya Iwawa. Hakiya Mungu wanaiwawa wana Makete wametupokea vizuri sana na hii ni kiashiria tosha kabisa kwamba Mama Samia anakwenda kushinda kwa kishindo ifikapo mwezi wa Oktoba kwenye uchaguzi mkuu. Ivalalila oye! Mama Samia oye! Oye Mama Samia, Samia! Kwa hiyo tulipofika asubuhi hapa kwenye ofisi zetu za wilaya pale za Chama cha Mapinduzi na kata, tunawashukuru wenzetu, wenyeji wetu walituandalia mashimo kwa ajili ya kupanda miti. Tumesema Jumuiya ya Wazazi inashughulika na mazingira tusingeweza kufika Makete kwenye kata Iwao bila kuweka alama ya kupanda hata mti mmoja, lakini tunamshukuru Mungu, mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi ametuongoza, tumeweza kupanda miti isiyopungua ishirini kwenye ofisi zetu za chama. Tukija mwakani, tutaangalia maendeleo ya ile miti inaendeleaje, lakini si hilo tu mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi na wanachama ambao tumewakuta tumekwenda moja kwa moja mpaka kwenye hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya ya Makete tumekwenda kutembelea kwenye wodi la mama na mtoto. Tumekutana na kina mama ambao tayari wamekwisha kujifungua na wale wanaojisubilishia na wale walio waliojifungua kabla ya wakati, lakini kuna wale waliojifungua chini ya zile kilo zinazotakiwa. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo, kwa sababu inaruhusu kuweka tinamba yangu wakati wa kununua bima inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA hey, kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima, uwezo wa kupata mkopo ba. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti ina bana. Tumia bimapap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bimapap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima bimapap. Urahisi Ur wa maisha.